Oweni wale mnaopendezewa nao katika wanawake, unachagua kitu kile unachoona kinakufaa, sio kujizolea tu, tafuta kitu hasa, alafu angalia hikima ya Mwenyezi Mungu. Yule unayemwona wee mzuri, vijana wanaita bomba, mi namwona hata kachoka, yaani mi namwona mbaya, we unamwona mzuri na unayemwona wee mbaya mi namwona mzuri, na mnayemwona mi mzuri wee unamwona mbaya. Almuradi kila mtu apate wake tu, ndo hikima ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwanamke mzuri ni kwako wewe, yule unayemwona mzuri ndo umwoe. Imamu Maliki bin Anas rahimahullah anasema almaratu lhasna tahudhuka litatlis fala taltafit ila ghairiha, mwanamke akiwa mzuri anakuhamasisha tendo la ndoa, kwa hiyo utakuwa huangalii wengine barabarani. Imamu Malik ibn Anas rahimahullah, tuchague wanawake wazuri kuwaoa. Alafu akasema mathna wa thulatha wa rubaa, wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne Eh, inategemea uwezo wa mtu. Fa in khiftum alla taadilu fa wahida, mkiogopa msije mkashindwa kuwafanyia uadilifu, kaeni na mke mmoja mmoja, kaeni na mke mmoja, mkishindwa uadilifu. Uadilifu alouliza bwana hapa umurun kuna mambo mengi, lakini tuiangalie sura ya nne hiyo hiyo, aya ya mia na ishirini na tisa.

Fala tamilu kulla lmail, msiegemee upande mmoja moja kwa moja. Fatadharuha kalmuallaqa, yule mwingine ambaye huja hujampenda sana, itakuwa kama katungikwa, ajijui kaolewa au hajaolewa nini. Kinachokusudiwa, watukufu wa Islam, kinachokusudiwa ni ile hadithi ya mtume inayosema, la adalata fi sariri, kitandani hakuna uadilifu. Hmm. Kuna mwanamke mwingine ukienda kwake Sheikh kama umeingia Firdaus. Kuna jikuta, ah, na kuna mwingine ukienda unajikuta uko na <laughs> njilinji huko.